Nitaenda nikutajie vigezo baadhi vya kuwa usalama wa taifa. Namba moja ni elimu na ujuzi maalum. Waombaji wanapaswa kuwa na kiwango fulani cha elimu, mara nyingi angalau shahada ya kwanza katika fani inayohusiana na usalama kama vile mfano sheria au sayansi ya kompyuta na nyinginezo zinazohusiana na usalama. Kigezo namba mbili ni uraia wa Tanzania. Waombaji ni lazima wawe raia wa Tanzania. Kigezo namba tatu ni tabia njema. Waombaji wanapaswa kuwa na rekodi nzuri ya tabia lakini wasiwe na rekodi ya uhalifu. Kigezo namba nne ni afya njema. Waombaji wanapaswa kuwa na afya njema ya kimwili na kiakili. Kuna nafasi zinahitaji uzoefu wa kazi, lakini siyo sharti la lazima. Hii inategemeana na aina ya nafasi wanayotangaza. Mchakato wa maombi, waombaji wanapaswa kutuma maombi yao kupitia njia rasmi zinazotangazwa na idara husika au kupitia matangazo maalum.